Safari ya kumtembelea mshindi wa pili wa shindano la kimataifa la uandishi wa barua lililoratibiwa na shirika la Posta Tanzania limetufikisha mkoani Kagera, wilaya ya Bukoba, katika shule ya msingi Shekh Mustapha Memorial. Katika safari yetu tulikutana na mshindi wa pili aitwaye Mauduud Mwemezi, ambaye aliandika barua yenye ubunifu mkubwa na ujumbe wa kugusa moyo, na tukamuuliza amepokeaje taarifa za ushindi wake pokea vizuri na nilifurahi sana, kwa sababu nilikuwa nina matumaini ya kushinda e, kwa sababu nilif, nilitumia muda mwingi kuandika hii barua. Aliyenihamasisha kushiriki katika uandishi wa barua ni, mwa, ni mwalimu wangu wa somo la Kiswahili. Kitu kilichonivutia katika uandishi wa barua ni vile unaandika barua wanaituma sehemu sehemu kama nje ya shule kilinivutia, na mimi hapa nilikuwa napenda sana kuandika barua. Kwanza wali, ni, ed, ed, teacher alimwambia mwalimu wa somo, mwalimu wa somo akaja akatuambia kwamba kuna mashindano haya, na mimi hapa lengo langu lilikuwa ni mesi, ku, kuelimisha kuhusu bahari nafu na, na katika, nilihangaika kutafuta kichwa pale, kumwandikia nani, ndo nikampelekea nika maneno baadhi mwalimu wa somo, tulikuwa jirani. Halafu kilichonisaidia ilikuwa tulikuwa kwenye likizo, halafu mwalimu alikuwa akai mbali, kwa hiyo nikawa namfuata nikampa hayo maneno, akanichagulia hili, nikatumia nika hilo. Tulipata nafasi ya kuzungumza na mama mzazi wa Mauduud, Bi Ashura Mikidadi Khalid, akaeleza namna alivyopokea ushindi wa mwanaye. Kweli niliupokea kwa furaha, nilifurahi na nikaona kumbe mwanangu anaweza kufanya kitu na kikaonekana mbele ya watu ambao ni watafiti wa, wa, wa namna fulani, ikaonekana kazi yake ina thamani fulani katika uandishi. Sikumsaidia moja kwa moja, mimi nilichokitoa alivyosema anaandika, nikawa nampatia muda, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha likizo. Kwa hiyo nikawa namruhusu anakwenda kumfuatilia mwalimu wake wa Kiswahili. Kwa hiyo naona muda huo labda aliutumia vizuri. Kwa hiyo mimi sapoti yangu ilikuwa ni muda wa, nilikuwa nikimpatia muda kumfuata mwalimu wake, lakini pia alivyokuja nyumbani akiwa anasomasoma, nampa muda, anafanya kazi yake. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Sheikh Mustafa Memorial, bwana Khalifa Yazid alipata nafasi ya kuzungumza. Kweli wito wangu kwa walimu wengine ni kwamba kuna vipaji vingi shuleni, vile vipaji vinahitaji vina kugunduliwa na kuweza kuviwezesha ili viweze kukua. Kwa hiyo na wito wangu ni kwamba walimu wajitahidi sana, sio darasani tu, wajitahidi kugundua vipaji vya, vya watoto kwa sababu leo mfumo wa sasa hivi elimu umebadilika, tumehama katika mfumo wa kukariri tun kwenye mfumo wa umahiri. Kwa maana kwamba ule umahiri, kuna watoto wana umahiri wa kufanya kitu fulani, unataka hata kubustiwa kidogo, weze kufanya jambo fulani. Shekh Mustapha Memorial English Medium, sisi tunaweza kugundua vipaji vya watoto, ambavyo tumeweza kugundua kipaji cha Maududi hapa. Pia tuliona jinsi hamasa ya mwalimu wa Kiswahili wa shule hiyo Bisara ilivyochangia kumwezesha Maududi kufikia ushindi wake. Watangazia wanafunzi ambao wange, wanaweza kuandika lakini mwanafunzi aliyenifuata ni, mwanaf ni Mauduud, baada ya kunifuata akanambia anaweza kuandika nikaweza kumguide.